Mheshimiwa Masauni ameyasema hayo katika kambi ya wakimbizi Nyarugusu katika wilaya ya Kasulu mkoani Kigoma, kambi inayohifadhi wakimbizi toka nchini Kongo DRC na Burundi, ikiwa na wakimbizi laki moja na nusu ambapo imesema mashirika hayo yana wajibu wa kuboresha huduma za afya, maji na barabara, ili kujenga mahusiano mema badala ya hali ilivyo sasa, ambapo katika kambi za wakimbizi, wakimbizi kuna huduma bora huku wananchi wanaozunguka kambi hizo wakiwa hawana huduma hasa za afya na maji safi na salama. Mnafanya jitihada na, na miradi ya maji ya kuleta katika makambi za wakimbizi, jambo ni jema, vizuri na lazima zifanyike. Hali ya kuwa mazingira wananchi wanaishi katika maeneo haya hawana maji, lazima mweke ili kuweza kuwafanya hawa wenyeji wawe na upendo zaidi. Kwa upande wake, mkuu wa kambi ya wakimbizi Nyarugusu Sospita Boyo amesema kazi ya kuwahamisha wakimbizi wa Burundi katika kambi hiyo na kuwahamishia katika kambi ya Nduta wilayani Kibondo na Mtendeli katika wilaya ya Kakonko inaendelea na kwamba changamoto kubwa iliyopo sasa ni matumizi makubwa ya kuni za kupikia, huku mpango wa kuwapa wakimbizi majiko sanifu ukisuasua, hali inayoendeleza uharibifu wa mazingira. Tatizo hili ni kubwa, kwa sababu wakimbizi wanapoingia hupewa ardhi ambayo mara nyingi huwa kuna misitu ya hifadhi na mito ambayo haijawahi kutumika kwa matumizi ya binadamu. Waingiapo wakimbizi, miti ya asili ambayo ina umri wa miaka mingi huanza kutoweka, huku ikifuatiwa na upandaji hafifu. Tunakuomba Mheshimiwa Naibu Waziri, uwashawishi UN. Wakumbuke pia kutupatia kuni kwa sababu migogoro mingi inayotokea kati yetu na wenyeji wetu inatokana na kuni. Ni kiripoti kutoka kambi ya wakimbizi Nyarugusu kambi inayohifadhi wakimbizi kutoka Congo DRC pamoja na Burundi. Mimi ni Deogratias Nsokolo wa ITV.